Naitwa Marshal Rafael Mseja, ni mwendesha mashtaka wa Jamhuri. Leo tumefungua kesi ya ujumu uchumi namba 13687 ya mwaka 2025. Kesi hii inahusisha washtakiwa watano ambapo mshtakiwa wa kwanza ni afisa elimu mkoa wa Singida. Mshtakiwa wa pili ni headmaster katika shule ya sekondari ya Mughanga iliyoko mkoa wa Singida na washtakiwa namba tatu mpaka namba tano ni watumishi katika halmashauri ya manispaa ya mkoa wa Singida. Uh, kesi inahusisha fedha za umma ambazo zilikuwa zimetengwa kwa sababu ya shughuli za michezo ya shule ya msingi kama umitashumta kwa mwaka 2023, ambapo mshtakiwa namba moja, afisa elimu mkoa, alizichepusha fedha hizi badala kwenda kufanyia shughuli iliotegemewa basi alienda kuzifanyia shughuli za binafsi na hivyo kutengeneza makosa ya uchepuzi fedha, ni kiasi cha shilingi milioni 44 laki sita na, na ishirini na tatu fedha za Kitanzania, na washtakiwa namba mbili mpaka namba tano walimsaidia kutokana na nafasi zao mbalimbali walizokuwa nazo wakiwemo wasibu pamoja na afisa na, na, na, na elimu waliweza kumsaidia kwa maana ya kuandaa malipo hayo kwa maana ya kuandaa PV na kuzidhinisha ambapo zilipelekea afisa elimu mkoa kulipwa fedha za kitanzania shilingi milioni arobaini na nne, laki sita na ishirini na tatu. Kwa hiyo kwa washtakiwa namba mbili mpaka namba tano makosa yao zaidi yanahusishwa kwenye makosa ya kusaidia kutenda kosa, lakini mshtakiwa namba moja ambaye ndo afisa elimu mkoa yeye anashtakiwa kwa makosa ya uchepuzi pamoja na makosa ya utakatishaji fedha. Kwa hiyo kwa kifupi a, kutokana na makosa ambayo anashtakiwa nayo mshtakiwa namba moja amekosa dhamana kwa ameenda rumande na kesi pia imepangwa e, kwa sababu ya kusomwa hoja za awali mwezi huu wa sita tarehe tare kumi na nane. Kwao walioenda rumande kwa leo ni mshtakiwa namba moja na mshtakiwa namba tano ambao kimsingi wao wamekosa dhamana. Mshtakiwa namba tano yeye amekwenda rumande kutokana na kushindwa kukidhi vigezo vya dhamana ambavyo vikiwa vimewekwa, lakini mshtakiwa namba moja yeye ameshindwa kutoka kutokana na makosa ya utakatishaji fedha ambayo anamkabili.